Uh, kwanza tunamshukuru Mungu mpaka hivi sasa hali ya timu iko vizuri, hatuna mchezaji yoyote ambaye yuko na majeraha na e, tunaenda kukutana na timu ngumu kwenye mashindano. Coastal Union ni timu ambayo ina experience kwa muda mrefu kwenye mashindano, lakini pia ukiangalia sisi ni mabingwa watetezi. Kwa hiyo tunaamini kila timu ambayo tunaenda kucheza nayo mchezo utakuwa ni mgumu, kwa sababu tunahitaji matokeo kuliko timu nyingine yoyote ndani ya ligi, kwa hivyo tunaamini utakuwa ni mchezo mzuri, tunaamini utakuwa ni mchezo wenye vipindi vya tofauti tofauti ndani ya kiwanja, lakini all in all tuko kwenye mazoezi ya mwisho kujiandaa namna gani tunaenda kupata matokeo kesho. Uh, kimsingi ni mchezo wa kwanza wa ligi, mchezo ambao utakuwa una, una, una nyakati nyingi za tofauti ndani ya kiwanja, kwa sababu kila timu iko na energy, uh, kila timu ina itajaribu kufanya vile vitu ambavyo imekuwa ikijiandaa kwa muda mrefu kwenye pre season kila timu itakuwa iko na vitu vipya vya kuonesha ndani ya kiwanja, kwa maana ya technical staff uh, walioko kwenye Azam uh, Youth ni wapya, wana kitu kipya cha kuonesha, lakini pia tunaamini Coastal Union pia watakuwa wamejipanga vizuri kuweza kuona namna gani wanaweza kupata energy kwenye mchezo wao wa kwanza. Lakini sisi kama Azam tunaamini kwamba kwenye huu mchezo wa kwanza utakuwa ni mchezo mahususi sana kutupa sisi njia ya wapi tunaelekea kwenye msimu huu mpya wa ligi. Uh, kikubwa ambacho nawaambia mashabiki wa Azam FC na Azam timu za vijana ni namna tu ambao wao wanaweza kusapoti kwa hao ambao wako Tanga, lakini kwa ambao wako nyumbani wanaweza kuendelea kutuombea dua njema, ili kusudi tuone namna gani tunaweza kupata matokeo kwenye kiwanja hichi cha Away.